Kuna ilani ambayo imetoka National Intelligence Service ama NIS, ambao wameonya Wakenya kwamba huenda magaidi wakatumia maandamano kuweza kuvuruga amani hapa nchini Kenya huku vita kati ya Israel na Irani ikiendelea pale. Wanasema kwamba wameintercept some communication ambapo huenda magaidi wanapanga kutumia hii maandamano kuweza kuleta vurugu hapa nchini Kenya ama labda kutarget western Uh, ama uh, uh, uh, uh, Western targets kulingana vile umeandika pale yani mali uh, ya maeneo kama uh, embassy za nchi ambazo zinavurugana pale, huenda labda ni embassy ya Israel, ama embassy ya, ya Marekani hapa ya nchini Kenya, ama vituo vingine ambavyo wanamiliki pale, hoteli, biashara na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni onyo aba imemulikwa pale na ametoka katika idara ya NIS. Alafu kuna wa, wa Kenya uh, maafisa wa polisi ambao wameweza kushtakiwa na mauaji ya huyu kijana mwalimu blogger uh, mwalimu Albert Ojwang na six suspects tayari watakuwa wanashitakiwa hivi leo pale Kibira Lokot, akiwemo OCS Samson Talam wa Nairobi Central Police Station, alafu kuna pia huyu uh, James Mukwana ambaye ni afisa wa polisi kuna peter kimani kuna george ngige gitau kuna Jean Amotu abwao alafu na Brian Mwaniki njue hao ndio inasemekana kwamba watakuwa nashtakiwa kwa, kwa makosa ya mauaji ya huyu bwana Albert Ojwang the six were on monday yani hapo ya jana arraigned at Kibira Lokot, but plea taking was deferred by Justice Diani Kavenza baada ya wawili Uh, kuweza kuitisha uh, kwamba waweze kuwakilishwa pale na mawakili. Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo pia ina trend pale imeangaziwa. Aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua pia inasemekana kwamba ameweza kueleza ni kwa nini alikosana na rais William Ruto akisema kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya maandamano ya Gen Z ya mwaka jana, pale ambapo anasema kwamba aliuliza rais aweze kutumia awache kutumia nguvu kuweza kutawanya hao vijana wa Gen Z, na anasema hapo ndio uh, uh, makosa uh, ama vile aliweza kukinzana na rais William Ruto pale. Alafu, kuhusiana na vita maendelea kule Iran, Iran wanasema kwamba wata uh, watamaliza uh, uh, mashambulizi dhidi ya Israel ikiwa Israel itafanya vile. Hii inatokana na tangazo kutoka kwa Marekani, US wa Marekani bwana Donald Trump ametangaza kwamba Iran na Israel wamekubaliana kwamba hawataendelea na vita pale, lakini Iran imesema watamaliza.